Sitasahau usiku ule sehemu ya thelathini na mbili. Leo tumebishahudi katika sehemu hii Nasra, Inspekta Baraka pamoja na Fande Mrope. Kwa sasa wapo timu moja kuwasaka watuhumiwa wa uvurugaji wa kesi ya mzee Nyalile na mkewe. Nasra ni msaada mkubwa kwao, ana mafunzo ya kutosha ya masuala ya mitandao na uhalifu wa mitandaoni na hata kufuatilia mawasiliano ya watu lakini pia ana siri nzito, na ni msaada kwa makachero hawa ili kufanikisha kazi yao. Lakini pia anazungumza moja kwa moja na mabosi wa Inspekta Baraka na Fande Mrope, wao hawajui nini sasa kinajiri. Katika sehemu hii karibu sana kukualika, ni mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali. Nasema tuwe sote Baada ya kuwa na kikao kizuri na kuanza kuaminiana, watatu hawa sasa walihimizwa kuhakikisha kuwa wanawakamata watuhumiwa hao waliopo nchini Malaysia katika jiji la Kuala Lumpur, ili waweze kuhakikisha kwamba wanarejeshwa nchini Tanzania kwa ajili ya kujibu kesi hiyo ya kuratibu uvurugaji wa kesi na wengine kuratibu mauaji. Inspekta Baraka kwa sauti ya wasi wasiwasi lakini thabiti alisema, Nasra, una uhakika kwamba hapa ndipo mahala salama kuwavizia hawa? Huyu mtu tunayemtafuta mkumbuke, ana mtandao mpana na ni mtu hatari. Lazima tuwe makini na ni hatari sana kama tutafanya uzembe. Nasra akipumua pumzi ndefu na kisha kuishusha akasema ndiyo Inspekita Baraka, na kuelewa hapa ndipo nilipowafuatilia na nikawaona wapo hapa, ila sema wao wasingeliweza kunifahamu kwa siku hiyo niliyokuwa nikifuatilia hapa. Inspekita Baraka akasema, hebu tujaribu jambo moja, tutumie baadhi ya wafanyakazi wa usafi hapa, ili ikiwezekana tuwape hata fedha hadi kuweza kuonyeshwa chumba chake na vyumba vya walinzi wake hao wawili, maana tumesha baini analindwa na watu wawili tu. Huenda hiyo ikawa msaada zaidi. Inspekta Mrope ambaye muda wote mikono ilikuwa mfukoni ikipapasa bastola zake mbili aliitikia kwa kutikisa kichwa tu. Hakuwa na maneno mengi wakati huo, moyo wake una mdunda, yuko tayari kwa vita, na alikuwa katika lindi la mawazo pia kwa mbali kutokana na mazingira aliyopo. Hata hivyo, jambo jingine ambalo waliogopa hawa makachero pamoja na Nasra ni kwamba waliogopa lisije kutokea jambo la kuuawa wao, maana waliambiwa watuhumiwa hawa hasa huyu mtuhumiwa mkuu afikishwa akiwa hai wasimuue pia, lakini wakajua ikitokea mapambano wanaweza kulazimika kumuua. Nasra alikuwa na hasira sana dhidi ya huyu mzee ambapo hata hapo hakujua maelekezo waliyokuwa wamepewa Inspekta Baraka pamoja na afande Mrope kwamba wasiue. Yeye alisema mkimwona, piga risasi, uwa, kwa namna alivyoshuhudia mauaji ya baba yake wakati huo ni jambo ambalo lilikuwa linampa picha ambayo hawezi kusahau usiku ule, na alikuwa kitaka lolote nao baya liweze kuwapata, lakini maafande hao walichokuwa wanataka walitaka mkono wa sheria uweze kuchukua mkondo wake. Nasra ambaye kwa sasa alikuwa ni mdada mkubwa tukabadilika, Inspekita Baraka alikuwa akimsimulia kwamba unajua we na kujua toka wakiwa mdogo sana, maana mimi ndo nilikuwa nafuatilia kesi yenu tangu siku ya kwanza. Basi wakasema, nimekuwa na sasa, tutashirikiana iwe mvua iwe jua. Ninachotaka, damu niliyoiona ikimwagika ya baba yangu na mama yangu, kono wa sheria uweze kuwabana wauaji, ama yeyote yule ambaye anayeharibu kesi hii Nilikosa nguvu kwa wakati huo afande za kufuatilia swala hili, alieleza Nasra akimtazama kwa macho yote kabisa Inspekita Baraka. Kuonekana anasisitiza jambo, akasema pia, hata kaka yangu mwenyewe Mliti alikuwa mdogo sana, asingeliweza kufanya lolote, lakini kwa sasa na yeye kama atakuwa yuko hai, najua atakuwa mkubwa kama mimi nipo hivi, yeye ni mkaka zaidi. Inspekita Baraka alimsimulia Nasra hata baadhi ya mambo ambayo yeye alikuwa hayajui, alimtajia mpaka majina ya wapanga njama wakiwemo baadhi ya ndugu zao kule kijijini Igalangala. Mengine yakawa mapya kabisa ama taarifa mpya kwa Nasra, msikilizaji wangu. Nasra akaendelea kupata hasira zaidi kuonesha kwamba wavurugaji hawa wanakamatwa walikaa mahala ambapo walikuwa wakipata vinywaji na chakula, na picha za hawa majamaa wote watatu, kila mmoja alikuwa nazo kwenye simu, zile picha wanazoonekana uzuri kabisa. Basi pale wakaanza kujenga mazoea na mmoja wa wahudumu na kuanza kumdodosa hiki na kile, basi na kumpa vijizawadi, akajaa, akawa amewaambia kwamba alikuwa nafahamu mpaka chumba walichokuwa wamekaa, lakini akasema na wasiwasi kwamba kwa sasa wateja wake hawa wamehama. aliwadokeza pia kuwa walihamia katika eneo ambalo waliingia usiku, na yeye analifahamu eneo hilo kwa sababu aliwasaidia kutafuta. Wote wakafurahi kwamba hapa wanaanza kupata namna ya kujua walipo, maana wao walijua wapo hapo hapo. Yule kijana akasema, najua hadi hoteli waliohamia, ni kama kilomita 20 tu hivi kutoka hapa. Alizungumza kwa lugha ya Kiingereza kama cha kutoka Nigeria hivile da macho yao yakazungumza kwa furaha ambayo hawakutaka waionyeshe, kwamba yule kijana jue watu hao wanawatafuta kwa udi na uvumba. Wakapotezea potezea mengine, lakini tayari masikio yao yalikuwa yamenasa jina la hoteli. Wakajua wataitafuta tu katika Google Map, na waweze kuwafikia. Walimalizia vyakula vyao na vinywaji vyao pale haraka haraka, wakalipa hao, wakajifanya kama wanaondoka tu kwenda sehemu nyingine hivi. Walipofika ndani ya gari wakawasha rekoda ndogo kusikiliza jina lilokuwa wakilitaja la hoteli, kisha wakaitafuta katika Google wakajua kweli ilikuwa ni umbali wa kama kilomita 20 hivi. Baada ya kama dakika 40 hivi walitoka hapo, huku wakiwa wameangalia kwenye Google, wanauhakika sasa, hao wakaenda zao. Afande Mrope wakiwa wameingia tu kwenye gari lao alitoa wazo la kwamba kwa nini wasione namna ya kushirikiana na mamlaka za Malaysia, yani za kiserikali, waripoti huko alafu wawasaidie kuwakamata awatuhumiwa. Inspekta Baraka akasema hapana huko, akiwa natikisa kichwa kukataa wazo hilo, akasema: kumbuka aina ya kigogo tunayemfuatilia anaweza kutumia gharama yoyote ile, tukageukwa au hao watu tutakao wauliza wakamwambia, sidhani kama amekaa kijinga hivyo asiwe na mtandao mpaka ndani ya serikali ya Malaysia. Msikilizaji wangu, baada ya kama ya dakika ishirini hili Inspekta Baraka akasikika akisema, jamani, tumefika eneo lenyewe na parking ile kule naiona, ila gari hii inapaswa kutushusha hapa na kuja kutuchukua hapa. Ilikuwa ni katika hoteli jirani tu na ile hoteli ambayo hasa ndio wamelenga kwenda maana kulikuwa na hoteli mbili katika eneo hilo, wakaona waanzie huku, wapange njama huko, watakwenda kwa miguu. Msikilizaji wangu, Nasra na mawazo yake, yeye yalikuwa ni tofauti kabisa na makachero hawa. Anajua kabisa wakisha wapata, waweze kuwaua papo hapo Sawa, tumefika. Hii ni nyumba ya zamani ya ujenzi wa mawe hivi, walizungumza wakasema. Kweli hapo, singeweza kufikiria kama wanaweza kukaa hapa. Walienda kukaa mahala ambapo palikuwa na kijigiza hivi, yaani mtu anayeingia haraka haraka wala hawezi kuwaona ama kuwatambua kwa uwazi. Waliagiza vinywaji hapo pamoja na chakula kwa mara nyingine, vya kuzugia tu hivi, maana walikuwa wameshiba wakapapasa papasa hivi yakula na maneno mengi huku na wakijenga mazoea na wahudumu wa hapo. Ghafla, katika meza ambayo ilikuwa hatua kadhaa tu, walisikia kama watu wanazungumza lugha ya Kiswahili hivi. Masikio yakawasimama, wakazungumza kwa macho kwamba huenda watakuwa ni wenyewe. Ilikuwa ni nadra sana katika mji wa Kwalalumpa kumsikia mtu anazungumza Kiswahili. Kiingereza utasikia kila mahala, lakini si Kiswahili. Baada ya muda huo, kiongozi yule mkuu wa uvurugaji wa kesi wakamwona, ni yeye kabisa, kapita eneo ambalo sio mbali sana na walipokuwa wamekaa watatu hawa, yaani Nasra, Baraka pamoja na Mrope, akaenda chooni kisha akarudi. Huyo Mrope akasema, ama tumkwapulie huko huko. Inspekita Baraka akapinga wazo hilo, akasema, acha papara kijana. Unamwona kijana mwingine yule kule? Yule ni mlinzi wake lakini anamlinda kwa ujanja sana. Kuwa makini wewe, ndiyo unayeweza kukwapuliwa huko. Hebu ngoja tufanye hivi. Nasra naye akarukia, simwende sasa hivi huko, mkamalizane naye. Wakatabasamu, wakatazamana. Yule bwana anaporejea machale kama yalimcheza hivi, baada ya kuona watu wamejibana kwenye kigizagiza hivi, akaona usalama wake kama huko mashakani. Basi alipita hapo akaenda kule, na kwa namna alivyopita ilionekana ni kama anakwenda kuwaambia wenzake kwamba kuna mahala anatilia shaka. Inspekta Baraka haraka haraka akasema, hebu tuondokeni hapa. Wakatawanyika kidogo, tunakwenda eneo jingine. Msikilizaji wangu, ile wamefika lile katika eneo jingine, wakiwa wanaangalia walipokuwa wamekaa, wakaona kuna mtu anakaa pale akigeukageuka, na walikuwa wameacha hata vinywaji na vitu vingine yule mhudumu wakaambia, tufuate meza ile kule, wakamlipia huko. Je, hapa watawakamata? Sijajua nini kitatokea, maana wapo katika eneo moja. Wakati huo huo, kule kijijini Igalangala, kile kikundi kilichopanga mauaji ya mzee Nyalile pamoja na mkewe kimekuwa na amani kabisa ya moyo. Ni muda mrefu, wanaamini kuwa kesi hiyo ilikwisha jifia, na mmoja watu wa watuhumiwa aliyekuwa ametoroka pale kijijini, anayeitwa mzee Mafula, ana zaidi ya miaka mitano tangu arejee na yupo pale anaponda raha tu, hajui kama kuna kesi inaweza ikaanza vipya. Mzee huyu siku moja na mtu mwengine waliokuwa wapanga njama walianza mpango mpya kabisa kesii wa kutaka kuwaangamiza wale waliokuwa wanawatilia shaka kwamba siku ikitokea kesi hii wasije kuwa watu wa ushahidi, kwa sababu wapo ambao walikuwa hawakubaliani kwamba Mzee Nyalile anaweza kauawa vile na kila kitu kikapita. Msikilizaji wangu, jambo ambalo walikuwa hawajui ni kwamba kule gerezani makwapa na majuto walikwisha toa siri, wamemwaga mchele hapo kwenye kuku. Wengi wamekaa rumande, wamechoka, sasa hawana cha kupoteza. Wanataka watuhumiwa wengine nao wakamatwe, maana waliowatuma wapo nje wanakula tu huko, wanaponda starehe, wanaponda mali. kufa kwaja, wakasema tumwage mboga, maana wao walimwaga ugali. Hata hivyo, watuhumiwa hao waliopo Malaysia na huyu kigogo, nia ya yao ilikuwa ni kuwaua Makwapa na Majuto kule gerezani kwa sumu kupitia chakula, na mpango huo ulikamilika kabisa. Lakini wakati waosiri kafichuka kupitia teknolojia iliyotegeshwa gerezani humo. Hapa ule usemi wa siku za mwizi ni arobaini naona unataka kutimia, maana njama za kuficha na kutekeleza ubaya zinazidi kukwama tu dhidi ya ukweli. Kule nchini Malaysia, sasa Nasra na hawa maafande wapo genge moja dhidi ya wanaotakiwa kukamatwa na kurejeshwa nyumbani Tanzania wakajibu kesi. Wapo katika hoteli moja wanawindana hapo kama paka na panya. Je, nini kitatokea? Ni jambo la kusubiri na kuona. Na je, Nasra ameshapewa habari za kaka yake Mliti kwamba yupo hai na amerejea Tanzania? Ni jambo analolisubiri kusikia. Ama kwa hakika tafurahi. Usikose katika sehemu ya 33 ya simulizi yako ya Sitasahau usiku Ule. Kukuaga ni mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali, anasema kwa heri kwa leo.